Mikumi nimefanya kazi nyingi sana, kwa sababu moja kati ya vitu vikubwa ni changamoto kubwa ya maji, na kama mlivyoona, tunaendelea kupigana huku na kule, pamoja na vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya binafsi, lakini pia nimepigana bungeni ambapo serikali sasa hivi imetuletea pesa kwa ajili ya miradi ya maji sehemu kadha wa kadha, iko ni kitu kikubwa sana na changamoto kubwa, ingawa haitamaliza changamoto zote, lakini angalau tunaweza tukapunguza changamoto hizo. Lakini pia umeniona mara kadhaa nikiwa nahangaikia masuala miundo mbinu, kuunganisha barabara town road, wanajitahidi kutusaidia. Ni vitu ambavyo vikubwa sana lakini pia mmeniona kwenye migogoro mikubwa ya wakulima wafugaji ambapo sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa sana za wakulima na wafugaji. So nimekuwa muda mrefu nikipigana na kupambana kuangalia jinsi gani ya kuondoa matatizo hayo ya wakulima na wafugaji. Lakini pia kwenye masuala ya afya, tumekuwa tukifanya vitu vikubwa ili kurekebisha zile zahanati, ambapo tunaamini kabisa mama na watoto wanaumia kwa sababu zahanati zetu zinakuwa zina vifaa tiba, madaktari na vitu vingine. Kwa hivyo vitu vya msingi sana, ambavyo mimi kama mimi nimekuwa nikipaza sauti. Lakini pia sijaacha watu wanaofanya michezo, vijana, sanaa na vitu kama hivyo, nimepeleka studio yangu ya Manalizombe tunamalizia kuijenga kule lakini pia kitu kingine kikubwa ni kwamba nilianzisha ligi ya Professor Jay Cup ambayo iliunganisha jimbo zima pamoja na majimbo mengine jirani ambapo tulialika timu takriban 40 zilishiriki, ziliwarudisha watu pamoja kwa sababu ya ile makando kando ya siasa iliwafanya watu kwamba nilikuwa nikiamini kwamba watu wakiweka siasa zao pembeni wakarudi pamoja itaweza kuwasaidia kufanya maendeleo ya jimbo letu la Mikumi. Kwa hiyo nilifanya na kuunganisha vijana wa Mikumi kupitia michezo ambapo ligi ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa, timu 40 zilishiriki na mshindi alipata milioni mbili na kombe kubwa na zawadi nyingi ambazo zilipatikana kwa timu zote. Kwa hiyo vitu nilikuwa ni navifanya kwa sababu bado na imani kwa pamoja tunaweza tukafanikiwa. Nahitaji kila mwana Mikumi afikirie kwamba ye ni sehemu kubwa na muhimu sana ya maendeleo ya jimbo la Mikumi. Aa, kitu kikubwa ukiongelea Bongo Fleva na bifu ambao ni kubwa zaidi, unaweza kuiona ni kati ya Alikiba na Diamond Platnumz. Kwa hiyo nadhani kila mmoja mpenda maendeleo ya muziki anatamani siku moja amwone Alikiba, amwone Diamond wakiwa pamoja na wakiwa wanapigana pamoja kuelekea mbele zaidi kuliko kuanza kuvutana wenyewe. Naamini kuna nguvu kubwa sana hapa katikati inapotea. Mashabiki wa Diamond, mashabiki wa Alikiba wangekuwa pamoja kuipigania Tanzania kwenda kwenye level nyingine, against watu wengine huko, nadhani muziki wetu ungeenda mbali very fast. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo ningeweza kusema labda, ningeomba, ningependa, ningependa siku moja nishuhudie ni kuona Alikiba na Diamond wakiwa pamoja na wakiwa wanafanya kazi pamoja na mashabiki wao wakaunganika Ikifanikiwa hiyo, tunaamini mziki wa Bongo unaenda level nyingine.